kwa sababu nchi imepita kina mzee Karume, waliopindua, akaja mzee Jumbe akasema tufungue milango kidogo, akaja Mwinyi na mali wakasema tuwe na katiba mpya themanini na nne, ndio tunautumia leo eh? Kaja Rais Amani eh, kaja na GNU eh, na mali kama limetokea tatizo mnarekebisha mnakwenda mbele. Sisi safari ya Wazanzibari ni hiyo. Wametoka huko walikotoka, wameshafika pahala kwa ridhaa yao, elfu mbili na kumi wakasema tunataka tuwe na GNU, tuwe na maridhiano ya yani kitaifa, aliyeshinda aliyeshindwa hii ni nchi yao, wafanye kazi pamoja. Ndiyo katiba yetu, ndiyo ridhaa ya Wazanzibari hili ndo walionichagua Wazanzibari, sio uhuni huu. Wewe unafanya uhuni ili uwe nani? ili kitu gani? unaturudisha nyuma leo. Eti ACT leo hatuna hata kiti cha udiwani Unguja. Ujinga gani? ushamba gani wa siasa? hu huu ni ushamba wa siasa. siko hii sio safari ya Wazanzibari. Wazanzibari wana safari yao. Kwa hivyo tunalokwenda kulisimamia, ndugu zangu, ikiwa liwe hilo, ikiwa halikuwa basi, ni hilo kwamba lazima turudi katika misingi ya nchi yetu, lazima turudi katika safari ya Wazanzibari. Hatuendi kwenye mjadala tuingie au tusingie GNU. Naomba hili tuelewane kama mwenyekiti wenu anafaa, anafaa hapa; hafai, muondoweni sasa hivi. Tumefahamiana, haendi kuzungumza tuingie au tusiingie GNU. Anachokwenda kuzungumza, anachokwenda kukitafuta yeye na viongozi wenzake ni kuirudisha Zanzibar katika safari ya Wazanzibari, nchi hii itawaliwe iendeshwe kwa ustaarabu. Aliyefanya ujinga huu, aliyefanya uhuni huu, aliyewasaliti wazanzibari lazima awajibike, lazima awajibishwe. Hii si nchi ya mamake mtu, hii si nchi ya babake mtu, hii nchi, nchi, nchi ya wananchi waliosalitiwa namna hii. Lazima aliyewafanyia uhuni huu lazima awajibike, lazima awajibishwe. Kama hakuweza kuwajibishwa na wao, lazima Wazanzibari tusimame kitu kimoja kwa pamoja, tuwawajibishe. Hili <laughs> jamani, ndio tunalolitafuta.